Kuna vuguvugu la siasa za mamboleo ambapo vijana wanakosa kukubaliana na kauli za wazee uh, wale walio mamlakani na kuweza kupinga uh, hali ya uongozi katika bara la Afrika, na kila kunapokuwa na uchaguzi katika taifa moja ama lingine, ama kunakuwa na miswada ya, ya kutatiza shughuli zao au kukawa tu na kukosa kuelewa jinsi ambavyo uongozi unavyokwenda katika nchi hiyo, tumeona mara kwa mara vijana wakitoa sauti zao na kuweza kuzungumza uh, na kupinga serikali. Sasa hivi yale yanayojiri Tanzania ni mojawapo wa hiyo misukosuko tu ambayo inaendelea, na ni kama inazunguka bara la Afrika sasa hivi kwa ukanda wa Afrika Mashariki, na tutaona jinsi itakavyokuwa. <coughs> Uh, viongozi wa Afrika Mashariki wengi wao wameonekana kushirikiana pamoja katika kudumisha hatamu zao za uongozi. Uh, wanashirikiana kukandamiza wananchi wao, lakini kwa sasa hivi imeonekana kwamba sauti za vijana zinaendelea kuwa kupaa juu kabisa. Uh, kadri wanavyozidi kufinyiliwa chini, basi kuna tu um, siasa ambazo zinaibuka katika vijana na siasa hizi basi zimekuwa sana katika ukanda wa Afrika Mashariki, kuanzia hapa kwetu Kenya, tumeona pale Uganda vile kumekuwa, na sasa Tanzania wapo. Kumbuka kwamba baada ya Tanzania kuwa na uchaguzi mwaka huu, mwaka ujao Uganda ina uchaguzi, na mwaka ule unaofuata wa 27 Kenya itakuwa na uchaguzi. Basi viongozi wa uh, ukanda huu wa Afrika Mashariki ni sharti waweze kuona kwamba uh, kuna mambo ambayo wananchi wao wanataka, na waweze kuona ni vipi watakavyoongoza mataifa haya wakiwa wanaleta kila mtu pamoja, bali si kukwamilia katika utawala na kutumia njia za kiimla.